Sasa hmm, leo tutafanya kitu ambacho sijui kama kishawahi kufanyika. Eh. Eh, wote hao si nadhani mko hapo eti? Hebu simameni ambao ninyi leo hii mna na jubili zenu, simameni. <coughs> Naomba kwanza wale ambao wa 75 kama wapo wale wa sabini na tano kama wapo wasogee wa, wa, wa, wa kwa mbele kabisa. sabini na tano, hamsini ishirini na tano wanakuja mnasogea mnakuja kwa mbele hapa mnajipanga kwa mbele hapa ah ha, sabini na tano wanasema ya kuzaliwa eh, si ya ndoa. Si tunaanza na mambo ya ndoa kwanza, tuanze na ndoa kwanza. Kuzaliwa wabakie kwanza huko, ndoa, wale wa ndoa wa sabini na tano kama wapo, ishirini na hamsini hamsini mtangulie, hamsini tangulieni, mjipange, unakaa na mwenzako kama yupo, jipangeni hivi, jipangeni hivi kwa hivi eh, eh, Padimosha wapange hapo hivi eh, hey, nakaa na mwenzako hapa. Haya, wale wa ishirini na tano hao? Ni hamsini bila shaka eti. Haya, wengine, wale wa ishirini na tano wako wapi? Eh, simameni nyuma, sogeni, wa, wa nani sogeni mbele zaidi ninyi hapa hawa soge mbele zaidi, Padimosha hawa soge mbele zaidi hawa, huku mbele kabisa huku. Kama mwenzako bado yupo hai, basi kwa pamoja naye leo. Eh, ukikaa na mwenzako jambo jema, kama yupo Kama mwenzako yupo basi ukae pamoja naye. Tunashukuru umeishi ndoa zenu kwa kipindi hicho cha miaka, hawa wazee hapa miaka hamsini, na wengine huko ni ishirini na tano, si ndio? ishirini na e, tano. Jambo la kumshukuru Mungu jamani, tuwapongeze watu hawa Sio mchezo manake, kuna wengine ambao nakuta wanafunga ndoa sababu kuna tushawahi kupokea eh, shauri la ndoa kwenye mahakama yetu wakati nafanya kazi kule kwenye mahakama, siku ile ile ya ndoa zimepigwa siku ile ile ya ndoa eh, siku ile ile ya ndoa zimepigwa hawa ndoa siku hiyo hio walibadilishana mikono, wamepigana siku hiyo ya ndoa. Sasa huw aimpendezi Mungu. Sasa ninyi mmejitahidi kwa kweli kwa, e, kwa, e, kwa kwa miaka hiyo 25 kwa kweli, jambo la kumshukuru Mungu. Sasa sio kwamba mnafunga ndoa e, upya, lakini kuna kaibada ambapo mpakapo kwenye hiki kitabu cha e, ibada ya ndoa ya Ndoya sakramenti kwa watu ambao wanajubilee zao. Kwa hiyo kuna ambacho tutakifanya hapa na e, mtakifuata mta kuendana na maelekezo yangu anza sio kwamba tunawafungisha ndoa lakini wanarudia, eh, maagano ya ndoa siku hii ya kumbukumbu kumbu ya siku ile mlipoungana eh, kwa kifungo cha daima kwa njia ya sakramenti takatifu ya ndoa. Tunataka kurudia mbele ya Mungu ahadi zenu mlizofanya hapo zamani, na kusudi ahadi hizo zitiliwe muhuri na neema ya Mungu. Mwelekeze sala, mwelekeze sala zenu kwa Bwana. Sasa wale ambao ni waume eh? Waume mtarudia maneno haya, wale ambao ni waume, sio wake, wake za mweni takuja, waume mtarudia maneno haya nayosema, mtarudia baada yangu. Utukuzwe, e Bwana, e ambaye kwa wema wako. Sasa hapa utakuja, utamtaja yule mwenzako jina lake utalitaja, kila mtu atajade hapo, utataja bila shida yote, utataja yule mwenzako, awepo asiwepo. Eh, nilimpoke eh, sasa nilimpokea nilimpokea hapa, nilimpokea nilimpokea, utataja jina lake, alafu ndio sema awe mke wangu. Haya, nilimpokea awe mke wangu. Ha, mke wangu haya, zamu ya ninyi ambao ni akina e, wake utukuzwe e, e Bwana ambaye kwa wema wako we, nilimpokea, ukataja jina lake, sasa huyo mtu nilimpokea. Nilimpokea awe mume wangu. Safi kabisa. Sasa wote kwa pamoja mtarudia maneno haya utukuzwe e Bwana e, kwa sababu umetusaidia katika furaha zetu na katika uchungu wetu, wetu. tunakuomba utusaidie. Tunakuomba utusaidie. Tuendelee kutunza uaminifu katika upendo wetu, wetu. Kusudi tuwe mashahidi waaminifu wa agano lililofanyika na wanadamu wanadamu. Asante. Bwana na walinde ninyi siku zote za maisha yenu, awe kitulizo chenu katika shida msaada wenu katika furaha, na aneemeshe nyumba yenu kwa baraka zake, kwa njia ya Kristo Bwana wetu Amen. Wakati mlipofunga ndoa eh, mlinani pete, sio kama bado mnazo pete au mmeziacha wengine nazo? yes, yes, yes. Basi zibana hata kama kibana unatafuta nyingine, unaomba padri aibariki manake pete hili nakusaidia kukumbuka yale maagano sasa. Eh, wale ambao wanapete mta nani nani yenu mnyosheni, zibakie kwenye nani zibakie hapo hapo ilipo. Unanyosha eh, mkono wako, unanyosha eh, mkono wako, ninyi ambao mnapete. Ebwana ukuze na ubariki upendo wa watu wako, kusudi hawa ambao walivishana pete hizi kama alama ya uaminifu kati yao wafaidi daima neema ya sakramenti ya ndoa, kwa njia ya Kristo bwana wetu amina. Jamani bado tuwashangilie kwa vigelegele kwa... Basi mnashukuru ninyi wa ndoa, Mwenyezi Mungu aziku kwa pamoja, nanyi mwendelee kudumu katika ndoa zenu, na wale ambao pengine wenzao wa ndoa walishaondoka, basi bado mnapaswa kubakia waaminifu kwa Mungu eh, mnabakia waaminifu kwa Mungu. Asanteni sana, naongereni tena, na naomba mrudi kule Haya, kuna ambao wana nani ya kuzaliwa eh. tumesikia kuna miaka sijui sabini na tano miaka sijui mingapi, sijui wale wakuzaliwa hamsini sijui sabini na tano hamsini na ishirini na tano kama wapo eh, karibuni, karibuni hapo jipangeni hivi, eh, sabini na tano, hamsini, ishirini na tano. Aha, sabini na tano, tunashukuru Mungu. Wako kwa mbele hapo, bado wanaonekana vijana tu. Haya tutulie. Kuna wengine bado wanakuja. Nadhani hawa hawakupata hizi taarifa labda. bado wanaendelea kuja kwa sabini na tano wawe mbele. sabini na tano wawe mbele mama, kapina, simba, ehe, ebu sogeni hivi, sogeni hivi. Sogea, sogea, sogea, sogea, sogea, sogeni, sogeni nyo. sabini na tano sogeni wameitwa tu wa sabini na tano hamsini ishirini na tano basi, manake ndio miaka ambayo tuna kwaaida tunafanya eh, eh, jubilei. Ambao hawapo katika kundi hilo, basi wanaweza karejea sabini na tano hamsini na ishirini na tano basi. Aya, sasa tunaomba baraka. Haya, ndugu zangu, tutulie. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa ajili ya watu wako hawa ambao wametimiza miaka sabini na tano, wengine hamsini na wengine 25. Tunakushukuru umekuwa pamoja nao katika maisha yao wakafikia umri huo. Tunaomba uendelee kuwa pamoja nao katika maisha yao, wapatie afya njema, wafanye waendelee kudumu katika njia iliyo safi, waishi amri zako, waishi maisha ya upendo kwa kutumikia wengine, na waepushe na athari zote za kiroho na za kimwili. Na baraka ya Mungu Mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashikie na kukaa nanyi daima. Jamani tuwapongeze tena hawa wenzetu. Asanteni sana na Mungu azidi kuwa pamoja nanyi. E, naomba mrejee katika nafasi zenu. Asante sana. zangu wapendwa, sisi ni watu wa imani, tunaamini katika Mungu mmoja, tunaamini katika kanisa. Na sasa naomba tusimame, tukiri imani yetu.